Ni saa ya kumwabudu Baba katika Roho na kweli. Ni saa ya kumwabudu huyu Baba yetu katika Roho na kweli. Amen. Mimi binafsi nikawa na waza hivi peke yangu, nikawa na tafakari ninavyoandaa somo hili kwamba kwa nini tunaabudu? Je, yeah, tunaabudu ili tuwe kama watu wengine ambao wanaabudu, kwamba ili wazikwe vizuri, siku atakayokufa azikwe vizuri ili aombewe sala zote, sala za kila namna. Je, hiyo ndio maana ya kuabudu? Tunaabudu iwe hivyo. Nikawa na tafakari mimi peke yangu, ama Mungu ni kweli, umenipa, umenipa hili somo. Kwamba ni saa ya kumwabudu Baba katika roho na kweli, lakini kwa nini uwe ni wakati wa kumwabudu Baba katika roho na kweli? kwa nini ninaabudu? Ameni, ameni. Ameni. Nikao na tafakari kwamba, haa, kumbe ninapokuja kwenye ibada lazima kuwepo na kitu cha cha zaidi ninapoabudu au ninapokutanika mahali popote, mfano tunakutanika kila siku jioni kwa maombi yale, tunakutanika siku ya Jumapili. Kwa nini tunakutanika? Yaani shauku kubwa ya kukutanika kwenye yale maombi ili kiwaje? Je, tunakutanika tu tuombe, tujifurahishe, au kuna kitu gani tunakihitaji zaidi? Amen, amen. Kumbe nikasema, Mungu nisaidie, ninapokuwa kwenye ibada basi vile nilivyoingia nisitoke kama nilivyo. Mimi nikawa na tafakari hivyo. Kwamba Mungu nisaidie, ninapokuwa kwenye ibada yoyote, maadamu wewe umesema msiache kukusanyika, basi ninapokuwa kwenye ibada kiwepo kitu cha ziada. Nikawa nasema Mungu nisaidie, basi ibada inisaidie, ufahamu wangu kufunguka, kuwa na hatua nyingine zaidi. Maana haina maana nikawa kwenye ibada, nikahudhuria ibada, halafu kusiwe na mabadiliko ndani mwangu, itanisaidia nini? Maana nitafanana tu na mtu ambaye saa hii upo kunywa huko wapo kuzini, uko mahali popote, nitafanana. Kwa hiyo nikasema, Mungu nisaidie kila ninapokuwa na ninapoelekea kwenye ibada au uwe na ibada yawe peke yako, Mungu nisaidie.